na mwili wake una afya bimaana, hana ugonjwa hana majeraha hakupigwa kirungu wala hakupigwa bomu, na anamiliki chakula cha siku yake hiyo, basi mtu huyo ni kana kwamba amemiliki dunia na vilivyomo. Huu ndio Uislamu, huu ndio Uislamu, na ninarudia tena Waislamu sio waoga wala uislamu sio uoga. Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Tuelewane vizuri, waislamu sio waoga wala muislamu sio muoga. Bali uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Sasa vijana wa Kiislamu, wazee wa Kiislamu, lazima muongee na vijana wenu wafahamu umuhimu wa amani katika nchi hii. taban yako mambo mengi yanayojadiliwa na nikwambie tu ya kwamba uelewe, wala uislamu hauungi mkono mtu kuuawa kwa dhulma, wala uislamu hauungi mkono mtu kutekwa kwa dhulma, wala uislamu hauungi mtu mkono kupigwa kwa dhulma. Uislamu ni dini ya usawa, Uislamu ni dini ya usawa. Uislamu hauungi mkono mambo yote hayo, hauungi mkono kuuawa wala kutekwa, hauungi mkono, na haya tunaongea kwa pande zote kwa raia na viongozi ili taifa letu libaki salama.